Ni mapokezi maalum ya kumpokea naibu spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, mheshimiwa Daniel Sillo, ambaye ndiye mbunge wa jimbo la Babati Vijijini, huku mapokezi hayo yakiambatana na dua na sala maalumu kutoka kwa viongozi wa dini pamoja na viongozi wa mila. Baba, tunaomba kila mmoja umpe roho ya utulivu, utuletee amani juu ya taifa hili, utuletee upole na kiasi, tunaomba moyo wa maridhiano Mwenyezi Mungu uibariki Tanzania. Amen. Iwe ni nchi ya amani. a Baada ya kufanyika kwa sala na dua maalum ya kuliombea taifa hapa, baadhi ya viongozi akiwemo Askofu mkuu mstaafu wa kanisa la Elim Pentecoste Tanzania Peter Konki, pamoja na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Manyara wakapata wasaa wa kuzungumza na wananchi waliojitokeza katika mapokezi hayo na kuwasihi kudumisha amani na upendo. Nawaomba sana tuipende nchi hii, tumwombee Rais wetu Samia. Atakaa miaka mitano, atakuja yule unamtaka wewe. Miaka yake ikiisha, naye ataondoka. Tusiamini kwenye machafuko, tuamini kwenye kuzungumza, kwenye kupatana. Hii ndio nchi yetu na watoto wetu Kiisikia sauti ya bunduki usifikiri ni radi ya mbinguni naomba sana, sana, sana. Na niwaombe viongozi wetu wakubwa wawasikilize wananchi waendelee na majadiliano ili tuwe na amani katika nchi yetu tunasema hatutaki ugomvi hatutaki vita tunachotaka ni kwamba kama kuna changamoto kuna shida za hapa na pale ambazo watu wanataka kupata majawabu Tunafanya vikao, tunafanya mazungumzo, tunamaliza tofauti ambazo zinaweza kutokea miongoni mwetu kwa kuongea kidugu, kirafiki, kwa upendo, heshima na kuona tatizo liko wapi na tunatafutia suluhu. Kwa upande wake, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daniel Sillo alitoa shukrani kwa mapokezi hayo kutoka kwa wananchi na makundi mbalimbali, huku akiahidi kuwa atawatumikia kwa uaminifu na kuwaletea maendeleo. Imani lipa ni kubwa, na kura mlizonipa wakati wa uchaguzi ni kura nyingi, asilimia zaidi ya tisini na tisa. Mimi ninawashukuru sana sana, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na wanasema imani inalipa kwa, inalipa kwa imani. Nitawalipa kwa utumishi uliotukuka nitawatumikia, na kwenye hili Mwenyezi Mungu anitangulie, niweze kutumikia kwa moyo wangu wote kwa nguvu zangu zote na uwezo wangu wote. Mwenyezi Mungu anitangulie toka Babati mkoani Manyara. Mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.